idha wujida ma yaktadhi dhalika, haya mambo maulamaa wanajitahidi pale ambapo sababu inapokuwa imetokea. Kwa mfano, kwa sasa, mashaka wangu, kuna mambo ambayo zamani hayakuwepo. Tunaambiwa sasa hivi katika baadhi ya nchi kuna benki za, za, za maziwa, yaani wanawake wanaenda wanakamua maziwa wanaweka. Kuna benki za damu, watu wanaenda kujitolea damu kwenye mahospitali. Hapo maulamaa wanaleta hukumu nini? Hukumu ya mtu kujitolea damu? Kuna abnau au auladu au atfalu lanabibu, wale watoto ambao wanazalishwa kwenye chupa, au mtu labda hana uwezo wa kuweza kutungisha e, mimba katika nani, katika kizazi cha mke wake, tunafanyaje? Haya mambo zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam huhauja kuwepo. Wanakuja sasa maulamaa wanajitahidi, wanatoa hukumu. Haya ni mambo ambayo yanaitwa Fiqhun nawazil katika lugha ya sheria ni mambo mapya ambayo yanazuka, maulamaa wanayetulia hukumu, kwa sababu zama za Mtume hayaja kuwepo ilivyo. eiwala hibu tuwache mambo ya kwenda kulia kwenda kushoto, siratu Llahi azza wa jalla wahid. Njia ya Allah subhanahu wa taala ni moja, ukienda kulia unaenda babaye, ukielekea kushoto unaenda babaye. Njia ya Allah ni moja. Alquran uwa sunnah wa fahamu salafi salih. ni Qur'an ni sunnah ufahamu waweme waliyotangulia. Sherehe ya kusherekea nusu katika usiku wa mwezi wa Shaabani, maswahaba hiyo ibada hawajaifanya, na wao wametwambia kwamba kile ambacho hawakifanya sisi tusifanye. Kwa hiyo hata hii haturuhusiwi kufanya.